Tumsifu Yesu Kristo. Kristo daima na milele. Tunamaliza kipindi cha Krismasi na ningependa kuuliza, wakati huu tunapomalizia kipindi cha Krismasi, unasikia vivi huko vipi? unasikia kama kwamba umepata nguvu zaidi, ama unasikia kwamba umechoka sana? Unasikia kwamba umerelax, ama unasikia kwamba sasa ndiyo stress inaanza kusota naye, sasa ndiyo wakati Watoto wanarudi shule. Baba sina viatu, mama sina uniform. Wale wa grade ya kumi, sasa wazazi wanatafuta namna ya kuwapeleka katika shule mm. Hivyo wiki hii, mimi kwangu, naona labda tungeita wiki ya kilio ilio kwa sababu tumetoka kusherekea sana na sasa reality nayo ndio hiyo. Krismasi inapaswa kuwa kipindi ambacho ni cha kulete furaha katika maisha yetu, furaha kwamba Mungu amekuwa mkarimu kwetu ametimiza ahadi yake, amemtuma mkombozi. Na leo hii katika Injili tunaona wale mama jusi kutoka mashariki, wameona nyota ya ajabu, wameona nyota tofauti, na nyota hiyo wametambua kwamba ina ishara kuu basi hao wamechukua mwendo ili waweze kutambua nyota hii ni nyota aina gani. Hawa mama jusi walikuwa watabiri wa mambo ya nyota, kwa sababu nyakati zile watu wangeweza kuangalia nyota na labda wakaweza kutabiri mambo kadhaa ambayo yangeweza kufanyika. Kwa hivyo, hawa majusi ni watu waliokuwa wasomi wa wakati ule, na katika kuangalia kwao walipata kwamba kuna nyota tofauti na nyota zingine. Walitoka mashariki ambayo kwa sasa tunaambiwa ni kama sehemu zile za Iran ama Iraq ama hata kule Saudi Arabia. Kwa hivyo, ilikuwa ni mwendo mrefu wao kutembea ili kufika pale ambapo amezaliwa yule mtoto. Wanaitwa tu mamajusi na tuambiwi. Tukiangalia katika picha nyingi, tunaona wanaonyeshwa kama watatu lakini hatu- hatujaambiwa katika Bibilia walikuwa watatu. Labda kwa sababu kuna zawadi tatu zilitolewa, basi watu wanadhani kwamba lazima walikuwa watatu. Lazima walikuwa ni wengi, kwa sababu safari ile haingeweza kuwa tu safari ya watu watatu, ingekuwa safari ya watu wengi, kwa sababu hawa wataalamu wametambua nyota hiyo, ni nyota tofauti kabisa. Kwa hivyo labda wangeangamana na wataalamu wengine wengi, ili kudhibitisha nyota hii ilikuwa ni nyota ya aina gani. Utabiri wake Isaya unatimia kwamba mataifa watatoka sehemu mbalimbali kuja kumshuhudia huyu ambaye amezaliwa. Kwa hivyo wanaitwa mamajusi na mtu aliuliza, na kweli, kama wangekuwa kina mama ingekuwaje? Naisho, tunasema three wise men. Kama wangekuwa kina mama three wise women, sijui kama wangefanya vile hawa three wise men walifanya. Kuna mtu anasema labda hawangefanya hawa, labda wangeanza kubishana kuhusu nyota hiyo kama nyota hiyo kweli ni ya kweli, labda hawangefika hata Bethlehem. Labda zawadi ambao wangetoa kwa hakika haingekuwa machuma ya dhahabu ama ubani, wangetoa vyakula ambavyo mama atakula apate nguvu, na mtoto pia akule apate kukua, wa majusima lakini kutoka kwa hawa mamajusi kuna mambo kadhaa ambayo ningependa tuweze kutafakari. Kwanza ni kwamba hawa mamajusi wametoka mashariki na wameenda kumtafuta. Wameenda kutafuta ni nini hiki ambacho kimetendeka. Na wameenda wakaulizia na hata Mfalme Herode kwa hivyo amewaita wale wataalamu wake waweze kumwambia haya maana yake nini. Hata hao hawakuweza kutambua. Na Herodi akamwambia niendeni, na ukishapata ni wapi, jooni nieleze. Kwa hivyo tunaona wanatoka kwenda kutafuta. Ukisoma uh, kitabu cha ja Amosi tano nne Amosi anasema, Seek the Lord and live, Tafute Bwana na utaishi. Hawa hawakubaki na ile elimu waliopata kuhusu nyota hiyo, walitoka kwenda kutafuta uhakika wa nyota hii kwamba ni nyota aina gani, kumtafuta Mungu. Hii ni hali ambayo kila mmoja wetu kama Mkristo anaitwa na kuhimizwa. Kila siku katika safari yetu ya imani tunamtafuta Kristo. Tunamtafuta Mungu katika maisha yetu. Nabii Yeremia anasema if you search for me you will find me. Ukimtafuta, utampata. Sio kwamba Mungu wetu ni Mungu aliye mafichoni. Mungu wetu ni Mungu ambaye anataka tufanye kuchukua hatua za kumtafuta yeye. Mtakatifu Agostino katika maandishi yake alisema our souls O Lord are restless until they rest in you. Kwamba tutaendelea kutafuta na sisi tutakuwa tu na utulivu wakati ambapo tutampata. Hawa mamajusi. walipopata mahala ambapo amezaliwa huyu mfalme walipata kitulizo, walifikia tamati ya safari yao, kwa sababu kile walichokuwa na kitafuta wamekipata hata sisi katika safari ya imani tunahimizwa tusichoke kabla kupata tunachokitafuta. Lazima tumtafute Kristo na tukimtafuta